ITV ilifika katika kituo cha mabasi cha Ubungo jijini Dar es Salaam majira ya asubuhi na kushuhudia mabasi ya abiria yakiwa yameegeshwa ambapo baadhi ya abiria waliotegemea kusafiri wameeleza adha walizokutana nazo. Kiukweli, tumeathirika maana mimi naelekea Arusha. Kwa hiyo mpaka sasa hivi sijui hatima yangu. Pengine pengine tangu jana ukuwa na taarifa zozote kwamba kutakuwa na mgomo? Taarifa lakini, tukajua kwamba labda viongozi wetu watatusaidia. atatusaidia Pengine nini kifanyike sasa, mpaka sasa hivi bado mko Dar es Salaam. Sasa mpaka sasa hivi hatujajua, ndio tuone vile itakuwa. Kweli tumeathirika sana, kwa sababu tulikuwa tunatarajia sasa hivi tuwe tumesha safiri. Kama mimi nilikuwa naenda kumuona mtoto shuleni, kwa hiyo mpaka sasa hivi ufumbuzi hatujapata. Eh, kwa hiyo tumeathirika sana, tujaona dalili yoyote kama tutasafiri leo baada ya madereva kuendelea kushikilia msimamo wao wa kugoma, baadhi ya madereva wa bodaboda waliokuwa wakipita na abiria katika barabara ya Morogoro walianza kufukuzwa na kundi la vijana ili kuwapiga, huku matari ya magari yakichomwa moto ili kuzia magari kutumia barabara ya Morogoro. Kurushiwa mawe kwa askari wa jeshi la polisi ilisababisha mabomu ya machozi kuanza kupigwa hewani, hali iliyosababisha watu kukimbia ovyoovyo huku ovyo, baadhi ya watu wenye ulemavu wakiishiwa nguvu Sasa hivi sikutegemea kwamba vurugu itaanzisha mpaka yani, vurugu itaanzisha yani, ilikuwa nimetulia, lakini na watu wenyewe walikuwa wametulia, ni walikuwa nafanya vituko vyao, lakini sikujua kwamba tu wataanza kufanya vurugu sababisha, sasa sababisha uzimie nini? Sabu, apande, yani, apana, ni nini mimi? Ni moshi tu, kwa sababu umenivamia kila pande pan apana, mimi nafanya shughuli zangu tu za kimishemishe, ambao wa, ni yani, watanzania wananisaidia nisa, saidia yeah. Napata angalau hata hela ya kula na napata hata hela kununua jezi kama hii. Maisha yanaendelea hivyo hivyo. Umati wa watu waliokuwa katika eneo hilo waliendelea kuzuia magari ambapo jeshi la polisi likaamua kuongeza nguvu kwa kuleta magari ya maji washa washa, gari la jeshi la wananchi Tanzania, lakini jitihada hizo zilipoonekana kushindwa kuondoa makundi ya watu, ndipo mabomu yakaanza tena kupigwa. Pata picha, pata picha, pata picha, Nelson. Kamishina wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam alilazimika kufika katika kituo cha Ubungo akiongozana na viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam ambapo baada ya madereva hao kulazimisha kuzungumza na mawaziri husika kamishina Kova alifanikiwa kumpata waziri wa kazi na ajira Mheshimiwa Gaudensia Kabaka, ambapo kabla ya waziri kuzungumza, viongozi wa madereva hao wakaeleza madai yao sita. Madai yetu sita ambayo tunataka tuyatamke mbele yako na hawa madereva walioko mbele yako watasikiliza majibu. Ndugu zangu, katika kipindi cha muda mrefu tumekuwa tunafanya kazi bila mikataba ya kuendesha magari, na kama ilikuwepo ilikuwa ni bora mikataba na sio mikataba bora. Kwa hiyo hili, mheshimiwa waziri, imekuwa linatutatiza, na mbele yako nafikiri utakuwa una kumbukumbu, tumeanza migomo ya malori na mabasi tangu 2011 lakini tumekuwa hatupati majibu na badala yake tumekuwa tukiambiwa tukae mezani tuyamalize. Katika kumaliza mgomo huo kutoendelea, kamishna Kova akakiri kudhibiti askari wake kutoendelea kusumbua madereva, huku waziri wa kazi na ajira Mheshimiwa Gaudensia Kabaka akikiri kuingilia kati ili kumaliza madai ya madereva hao. Aya, asante katika kuwasikiliza madereva ye katika kuwasikiliza nyinyi kama wananchi kama wateja wetu. La pili, naomba tusikilizane. La pili, hilo tamko hilo tamko la mkuu wa chuo cha NIT halina maana, halina nafasi, haliko serikalini miraa kwake mwenyewe na linafutwa katika mikono ya serikali. Kwa hiyo, madereva, tunasema hata katika kusoma dereva hatakiwi kutoa pesa mfukoni. Baada ya waziri kuridhisha madereva hao, walianza kuruhusu abiria kuingia ndani ya mabasi kwa ajili ya kuanza safari, ikiwa ni majira ya saa saba na nusu mchana. Mtazamaji, baada ya purukushani kuanzia asubuhi, hali kutokua shwari katika kituo cha mabasi cha Ubungo jijini Dar es Salaam, hatimaye sasa hali inaanza kuwa shwari. Ujio wa waziri wa kazi imesababisha baadhi ya madereva sasa kuanza kuruhusu abiria kupanda katika mabasi yao ili safari iweze kuendelea kutoka hapa jijini Dar es Salaam kuelekea maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kutoka eneo hili la Ubungo jijini Dar es Salaam, Samaela, ITV.